Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni Wapalestina takriban 153 waliowasili katika uwanja wa ndege wa mjini Nairobi nchini Kenya na kukataliwa kuingia nchini Kenya na baadaye kuchukuliwa uamuzi wa kupelekwa nchini Afrika Kusini. Inatajwa kwamba Kenya, aidha serikali ya Kenya imechukua uamuzi huo wa kuwafurusha Wapalestina hao 153 na kuwatupa nchini Afrika Kusini, kutokana tu na kile ambacho kinatajwa kwamba wakati wa vita kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas. Afrika Kusini ndiyo taifa pekee ambalo lilichukua jukumu la kuituhuma Afrika Kusini na kuifikisha mahakamani katika mahakama ya uhalifu wa kivita ya kimataifa nchini Uholanzi, jambo ambalo linatajwa kwamba ndiyo sababu ambayo imepelekea Kenya kushindwa kuwapokea Wapalestina hao na kuamuru ndege ambayo iliokuwa imewafikisha katika uwanja wa ndege huo wa Nairobi kuwapeleka nchini Afrika Kusini. Walipofika nchini Afrika Kusini katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Johannesburg, walikaa kwa muda wa masaa yasiyopungua wa 12 katika uwanja wa ndege huo wakiwa katika ndege hiyo wakikataliwa nchini Afrika Kusini, jambo ambalo lilimfanya rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, kuingilia kati, baada ya kupata taarifa ya kwamba kuna Wapalestina takriban 153 wameingia nchini Afrika Kusini, na jambo la kushangaza, inaonekana ya kwamba wametokea nchini Kenya na kuingia nchini Afrika Kusini walitakiwa kuwa na anwani makazi ya sehemu ambazo watakazofikia nchini Afrika Kusini kama ilivyo sheria. Katika viwanja vya ndege vya kimataifa huwa vikiwataka abiria kutoka katika taifa moja kwenda katika taifa lingine wawe na anwani inayodhihirisha ni wapi ambapo watakapofikia, lakini Wapalestina hawa kutoka bila shaka ukanda wa Gaza, ambapo pia jambo hili halijathibitishwa, ijapokuwa inatajwa kwamba kabla ya ndege yao kutua katika uwanja wa kimataifa wa ndege mjini Nairobi walitokea bila shaka ukanda wa Gaza, na katika hati zao za kusafiria kulikuwa hakuna ushahidi wowote ambao unaonyesha kwamba Wapalestina hawa wanatokea katika uwanja wa ndege ukanda wa Gaza, eidha katika uwanja wote wa ndege katika ukanda mzima huu wa Mashariki ya Kati ambapo wanapatikana Wapalestina. Ni jambo ambalo lilipelekea mamlaka husika, ikiwemo wizara ya mambo ya ndani kujiuliza maswali na kufahamisha kwamba lazima uchunguzi ufanyike ili kuweze kuthibitishwa kwamba Wapalestina hawa wametokea sehemu fulani. Taarifa pia zinafahamisha kuwa Wapalestina hawa hawakuwa na tiketi ya kurudi, kama ilivyo kawaida msafiri pindi ambapo anaposafiri pia huwa akitakiwa kuwa na tiketi ya kwenda na tiketi ya kurudi, kuwa na ushahidi ya kwamba kule anakoenda atakaa kwa muda na baadaye kurejea kule alikotoka. Lakini Wapalestina hawa hawakuwa na uthibitisho kama huo, jambo ambalo lilimpelekea mkurugenzi katika uwanja wa ndege wa kimataifa huu wa mjini Johannesburg kuwauliza wa wakuu wake kuhusu tukio hilo. Baada ya majadiliano, viongozi wa Afrika Kusini, wizara ya mambo ya ndani ilichukua jukumu la kuwakubali aidha kuwaruhusu Wapalestina hawa kuweza kuingia nchini Afrika Kusini na kufahamisha kwamba sababu ambazo zimepelekea wizara hii ya mambo ya ndani kukubali Wapalestina Palestina hawa waweze kuingia nchini humo Afrika Kusini ni kwa ajili ya sababu za kibinadamu na wamepewa muda wa siku tisini wanaweza kuishi nchini Afrika Kusini bila tatizo lolote. Na jambo lingine ambalo limewashangaza wengi ni kuona Wapalestina ambao katika eneo wanalotokea, bila shaka ukanda wa Gaza, ni eneo ambalo ni vigumu kuishi, lakini Wapalestina hawa hawakuweza kuomba hifadhi ya ukimbizi, kuomba hifadhi kama wakimbizi nchini Afrika Kusini, lakini wamekubali kuingia Afrika Kusini kama wasafiri wa kawaida na kupewa ruhusa ya kuingia nchini Afrika Kusini. Kwa muda wa siku tisini jambo ambalo limepelekea mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii kuona wapalestina wanashindwa kuomba hifadhi kama wakimbizi na kuingia nchini Afrika ya Kusini kama watalii na serikali ya Afrika Kusini imefahamisha kuanza uchunguzi ili kubaini ni wapi wa wapalestina hawa wametokea na ni nani ambaye aliyeratibu safari yao hiyo kutoka kama ni kweli ukanda wa Gaza kufika hadi Nairobi na kuchukuliwa uamuzi wa kupelekwa nchini Afrika Kusini. Tuachie mtazamo wako huu kuhusu wapalestina hawa kukataliwa kuingia nchini Kenya na kupelekwa nchini Afrika Kusini, na hadi sasa hawajaomba hifadhi kama wakimbizi nchini humo.